Bali ndugu zangu katika imani na wasalimu kwa jina la Mwenyezi Mungu. Mbele yenu, mnauona hapo, hii ni miti inaitwa kikwetu, tunaita mikukumba kumba. Kumba hii kama unavyoiona hii huwa ina matunda ambayo yanaota kwa chini hivi kwa huko chini, kama unavyoona kwenye mti huko chini, kwa tu matunda watu wanakula, panaiona iko mingi. Ndugu zangu katika imani, Mwenyezi Mungu amejalia maajabu makubwa sana ambayo uwezo wake. Naomba nizungumzie moja tu, upande wa uzazi, kwa mtu ambaye hazai kabisa, ambaye hajawahi kupata mtoto mmoja na anatamani kupata mtoto, pengine kwa changamoto za kinga alizotumia au na mambo mengine, chukua mizizi hii mkukumu na uichemsha ukishaichemsha, utatumia kunywa asubuhi na jioni, muda wa siku kumi na nne. Insha Allah kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu lazima utapata mtoto. Mimi ni chifu chiefu Hamisi, Hatad TV.